ezwa viti vya magurudumu. Utafiti unaashiria idadi kubwa ya watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Samburu wamesalia kufichwa nyumbani kutokana na mila potofu. Wazazi wakionywa dhidi ya kuwazuilia wana wao wenye ulemavu nyumbani. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa anaarifu zaidi kutoka Samburu. Akiongoza hafla ya kusambaza viti vya magurudumu kwa watu wanaoishi na ulemavu, hafla iliyoandaliwa katika hospitali ya rufaa ya Samburu, katibu wa ugatuzi Michael Nasalon ametoa wito kwa jamii wa Samburu kutoendelea kuwazuilia watu wanaoishi na ulemavu majumbani, watoto wakubali wasaidike kwa sababu huyo mtoto anaweza saidika na anaweza kuwa mtu muhimu sana kwa kwa jamii. Uh, ni hiyo tu, unafaa kumpea hiyo iyo, uh, iyo platform ama hiyo opportunity ya ya, ya kuwa, ya, ya kuparticipate na kutoka huko nje. The need in this country is somewhere between 1.5 and probably 2 million wheelchairs. That's a lot of wheelchairs. We're not going to solve the problem overnight, but working together in partnership We can definitely make a big dent in it. Watoto wote wa pastoralist wajitokeze tafadhali. Maana sisi kama good friends of Masai community collaborated with the Wheelchair Foundation and Chair the Love tuko tayari kuwa support. Katibu Lenasalon anapoirai jamii ya Wasamburu kutoendelea kuwafungia majumbani watu wanaishi na ulemavu. Naibu gavana wa kaunti ya Samburu Gabriel Nengwesi pia ameitaka jamii hiyo kubadili mtizamo na kadhia ya kuendelea kuwabagua watu wanaoishi na ulemavu. kuambia machifu: kwanza lazima tukue na lazima tukue na uh, information ama tukue na data ino, tukue na uh, uh, data ya hawa walemavu especially kwanza wa cerebral palsy au wale watoto wenye wanalala tu. Naambia watu wetu wote wa Samburu wale ambayo wako na watoto, wa, uh, watoto, uh, watoto walemavu mjitokeze Msifiche nyumbani mlete, serikali iko tayari kuwasaidia na tutatumia mbinu zote, sio ya nguvu. tutatumia Eh, administrators, tutatumia chiefs wetu at least kwa kila kijiji tu tumepata data ya watoto ambaye walemavu wako huko wa, wa, wa. I also want to thank the president kwa sababu ya kusign ile act ya disability na sasa uh, they are taking the data ya people with disability in Samburu county, na mimi nataka kuambia two chiefs Sure, baadhi ya wale waliofaidi na usambazaji wa viti vya magurudumu wameelezea kupitia changamoto si haba na kutaja hatua hiyo kama ya kuwapa fueni. Sisi kama walemavu ya Samburu tulikuwa nyuma na tunaitwa jina yetu mbeleni oki, na sisi sio oki, sisi tuna disa, disa, eh, wale kasoro tu kidogo, na tuko na akili na tuko na mali na tuko tunaweza saidika. Changamoto kwetu sisi kabisa uwezi wa uka access uh, eh, uh, ma, uh, mali tofauti tofauti kama pia kwenda nesha call bila wilisha inakuwa ngumu. Hatua hiyo inajiri huku takwimu zikiashiria jamii ya wafugaji wa Samburu inasalia kuwabagua na kuzulia majumbani watu wanaishi na ulemavu, hatua inayohatarisha maisha yao. Bonfas Barasa, runinga Citizen, gatuzi la Samburu.